Marehemu amepita kwenye kipindi cha kuugua kwa muda kidogo, lakini marehemu amepita kwenye kipindi ambacho mimi kama mwenyekiti nilikuwa sijui kama ana mume kabisa, lakini pia amepita kwenye hicho kipindi kigumu, nilikuwa sijui kama ana ndugu zake wa upande wa mwanaume. Sasa kuna vitu vingine lazima tuviseme ili kuwaponya watu, yeah, yeah, yeah, yeah. wanaoendelea kuishi, na katika hii naomba mnisikilize vizuri, anaitwa Anna Anosisye, ameishi kwenye mji wake huu tangu nipo mfahamu mimi Nikaja hapa akaniambia, mwenyekiti, baada ya kuojana naye, mume wangu amenitelekeza, ameniachia watoto sita, wakiwemo watoto wa kike na wakiume. Niombe kama huyo mtu ambaye yuko hapa ndiye mzungumza, naomba aje hapa mbele. taomba utanisaidia kitu kimoja. Kweli huyu alikuwa ni mkeo mama? Kama kuna mama yetu mwenye, ndio tangu lini amekuwa mkeo? Tangu lini? Tangu mwaka 2010 na aliooa akumbuki? na umemwacha toka lini? kumwachia watoto wote sita. Wa naomba nijibu tangu mwaka gani mkeo umemwacha? kwa nini umefikiri kwamba ni mkeo? Hapana, nimemwacha yani... Nikuwa nakuja na kuondoka, sio kwamba nilimwacha. miaka kama kama miaka miwili. ndugu zangu wananchi, nafikiri mnasikia, miaka miwili. sio kweli, umemtelekeza mwanamke. Haya, miaka miwili na watoto, alikuwa anakula nini na watoto? baadhi ya watoto wameacha paka shule

nataka niseme kitu kimoja kidogo, nimuulize ndugu yangu, kwa sababu huyu dada ni dada e, tukuwa na sali naye sisi. Huyu jamaa ana ndoa nyingine, hiyo ndoa aliona ni bora kuliko ndoa ya kwanza. Watoto aliwaacha kwa muda mrefu zaidi, kiasi huyu mama alikuwa anafanya kazi ngumu. Alishe familia yake, kumbe ana mume mwenye nguvu kama huyu. Tunasikia uchungu kama serikali itachukua maamuzi madogo, hatima ya watoto hatujui. Hatutaki watoto wale waje kuwa omba omba. Naomba serikali na namshukuru sana Tulia kwa kile alichokifanya juu ya hii familia, kwa sababu tulikuwa tunashindwa. Tulikuwa tukijiuliza kama kanisa tunafanyaje juu ya watoto. Kijiji chenyewe kinaelewa kwa muda mrefu, huyu jamaa aliona mke yule mdogo ndio bora basi, hata angepiwana chuma ta matumizi hawezi, ana kiburi cha msingi ati na watoto. Ifanyike leo leo, haba atujazika saa hizi. Kijiji kiamue, sio mimi, kijiji kiamue na serikali amue, nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto, na jinsi gani ataweza kuitunza familia yake, ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu. Muombe ni yaani, nikuombe kama serikali Chukueni maamuzi magumu, huyu bwana akatafute sehemu nyingine ya kwenda kuishi, hapa babaki na watoto na nyumba aliowajengea mheshimiwa Tulia, lakini asija kafika hapa kaja kauza tena. na hiyo ombi langu, mwenyekiti, simamieni kama mwanaume mwenzetu ametudhalilisha waname. Kwa hiyo mimi niungane na wale wanaosema huyu mtu kwenye jamii hatufai, na ili aende na huko kwa mke wake ambaye amekaa naye kwa muda wote, wato kutelekeza watoto, unaweza ukakuta huko hana hata mtoto akisema kwamba amemwacha Maraudia na miaka miwili na maana 2010 na 2023 na mpaka ile 2025 baba, wewe ni mwongo. Ungekuwa tunaongea ukweli. Mimi Maraudia nimechota naye maji kwenye matoroli. Tunatoka na maji ngambo kule kwa Rika tunaenda kuchota maji mpaka kwa barazia kule pale pale pale stendi ya Usangu kwa mbele, kisima cha kwanza Uyole tunachota shilingi hamsini dumu moja tumechota maji huyu baba akiwa hayupo, na sio kwamba huyu baba aliondoka na mwanamke ambaye hafahamiki mtaani. Ni mtoto wa mtaani hapa tunamfahamu, ndiye aliyeondoka naye eh. Amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba Saraga naishi na bi mdogo. Hey! Ametoka hapa ameenda Chunya, ana maisha yake huko mazuri tu, na huyo mke wake naitwa Enea Kasusu. Ni kweli kabisa huyu mwanaume, yani sio sii kama walivyosema wengine, iwe hivyo hivyo, aondoke hapa Waselemani miree Lukama, ndugu mwenyekiti, pamoja na wakazi wa Gombe Kusini, mimi naomba mnisamee, nimewakosea sana, na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana. Hapana, sio kwamba natishia kwa hiki kilichofanyika, kwa hiki kilichofanyika. Kwa naomba mnisamehe sana sana sana sana, naombeni mnisamehe. Ninamshukuru sana mama yetu Dr. Tulia Ackson Mansasu kwa hali ya upendo aliyoonyesha kwenye mtaa wetu wa Gombe Kusini. Mungu ambariki sana, ameonyesha moyo wa kujali, ameonyesha moyo wa upendo. Lakini mwenzangu na mimi asiseme miaka miwili, mimi nilikuwa karibu, na kama nabisha, mimi nimemwonya, kama nabisha bisha hapa wakati mimi nilipo hapa maana kama mchungaji nimemwonya sana, hakunisikiliza. Amemtelekeza huyu mwanamke kwa muda wa siku nyingi. Ajili ya usalama wa ndugu yetu, naomba nirudie, kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili kwa ajili ya usalama. Nimesema kwa ajili ya usalama wake ndugu yetu naomba kwamba basi, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii, tuendelee kuomboleza wanajamii tamalizie. Bila shaka imeeleweka, naye bila shaka amenisikia. Nimesema kwa ajili ya usalama wake.